We have this uh, tournament, it's, it's unique in that it is academies and schools. Mashindano haya ni ya kipekee kutokana na kuwepo kwa ushindani baina ya vituo vya kukuzia vipaji vya soka kwa vijana na shule ambazo zina vijana pia wanaocheza soka na tumeshirikisha vijana wenye umri wa miaka 9, 11, 13, 15 na 18 na tulianza na umri wa miaka 9 na 11 tayari. Kwa hiyo kwa vituo vya kukuzia vipaji wao wanashindana na, na kutoa bingwa mmoja na kisha kwa shule pia hivyo hivyo, hatimaye fainali huwakutanisha mabingwa wawili kutoka sehemu zote hizo, kisha fainali hupigwa baina yao. Kwa hiyo tunajaribu kujifunza namna vituo vya kukuzia vipaji vinavyofanya na wao hujifunza kwetu pia, na tunajaribu kuwafanya pia wachezaji wetu kuvutiwa na kucheza mpira ili kuwa vyema baadaye. nadhani hili litachangia pakubwa katika kuendeleza mpira wa miguu nchini Tanzania. Nadhani kitu kikubwa ambacho Tanzania au la kwa jamii ilikuwa tuna lack ni facilities. Sisi tunashukuru Al Muntazir managers na management nzima imeweza kutuachia uwanja na kutupa uhuru wa kutumia. Kwa hiyo kwetu imekuwa kama chance na, na, kwa pamoja, hii imetupa uhuru mkubwa na sasa tumeanza hii, hii ni season 1 lakini pia itakuja season 2, na tunategemea kuona makubwa yakiendelea hicho mashindano kwa sio mengi ya watoto mashindano yaliyo mengi ni ya wakubwa seniors team. Watoto wamekuwa ni machache kwa sasa. Sisi kwetu tumeona tufanye hivi, ili tuweze kuwapa fursa pia watoto waweze kushindana na hapa, naweza tukatoa pia vipaji vingi, kwa sababu tukiangalia leo the biggest players ambao hapa Tanzania kina Clement na nani hawakupata kufanya hizi hapa challenge kutoka wadogo, lakini wameweza kutumia mental, tradition yao wakiwa wakubwa wana show up. Je, hawa ambao wapo kwa wadogo hapa wanaanza kushow up itakuwaje mpaka kufika miaka 18? Huko nashukuru na sana kwa kutafutia tournament kama hizi, tuoneshe vitu vyetu vipaji na asante kwa timu nzima kwa kuwepo na hiyo kwenye tournament. Na viongozi wote wapenzani, tumekutana nao kwenye tournament nyingi sana, wako vizuri, wako pamoja kama sisi tulivyopo, hamna ugomvi, na tunashukuru sana wawepo kwenye tournament kama hizi zetu. Tunawakaribisha waje waje kuangalia kiwango na sisi kubeba kombe maana hamna timu mpaka sasa hivi nilioona inaweza kutustopisha sisi kuchukua kombe. Naushukuru uongozi na makocha kwa kutusaidia kucheza mpira kama hivi, kwa sababu mpira unatukuza vipaji vyetu. Nawashukuru makocha, uongozi na pia timu sisi. Tutajitahidi sana, inshallah, tutajaribu tushinde mashindano haya, tufike fainali, ushindi ni wetu.